Hamjambo wanafunzi. Marahaba hasa. Leo nataka tuangalie kuhusu wakati, tuangalie mada ndogo, ni wakati uliopo, uliopita na wakati ujao, sawa sawa. Halafu tukuje tuangalie, ukiulizwa wingi wa wakati, wingi wa wakati nani ataniambia wingi wa wakati? Nyakati. Ni nyakati. Sawa sawa. Utasema nyakati kama ni umoja, umoja itakuwa wakati alafu hapa ni wingi sawa sawa. Haya, nataka tuangalie tuanze na wakati uliopo wakati uliopo wakati wa sasa. Kwa mfano ukitaka kutunga sentensi ukitumia wakati uliopo utaanza na kuna, na sawa sawa. Alafu wakati uliopita uliopita utaanza na li, ni li. Alafu wakati ujao, wakati ujao utaanza na ta Sawa sawa. Haya, tukuje sasa wakati uliopo, tutunge sentensi tukitumia na tuone ina inapatikanaje katika wakati uliopo. Haya, kwa mfano mimi, mimi ninaandika. Sawa sawa, ni saa hizi mimi ninaandika kwa ubao, andika kwa ubao. Umeona na inasimamia wakati wa saa huu. Utasema mimi ninaandika kwa ubao. Haya, ukitumia wakati uliopita. Nani atajaribu akitumia wakati uliopita? Mm. Wakati uliopita. Nataka utumie wakati uliopita mm-hmm. ni Nilikula, Nilikula chakula tuseme mtoto ali alikula chakula chakula kitamu sawa sawa mtoto ali kumbuka tuko na li ani ni kitu ambacho kimefanyika kitambo Utasema mtoto alikula chakula kitamu. Huyo ni wakati uliopita. Haya, nani atajaribu wakati ujao? Wakati ujao, kuta tutasema mwanafunzi, mwanafunzi ata ataenda shuleni kesho. sawa sawa, mwanafunzi atakumbuka, tuko na ta, mwanafunzi ataenda shuleni kesho. Sasa sentensi ya kwanza, kwa mfano, ukiulizwa andika hii sentensi iko katika wakati upi? Unakuja unaangalia hapa, mimi ninaandika kwa ubao, unajua tuna wakati uliopo, naandika hapa, ni wakati uliopo . Aya, ukiulizwa sentensi ya pili iko katika wakati upi? Unakunywa na mtoto li sawa sawa, li mtoto alikula chakula kitamu . Unajua tuna wakati ulio uliopita. Haya, mwanafunzi ata, unakuja unaangalia ta ataenda shuleni kesho, ani wakati umeona, kiambishi ta, unajua tuna wakati ujao, ni wakati ujao.